Hello, hii ni Mshani Wellness. Welcome back. Uh, make sure una subscribe ama kutufollow kupitia platform ambayo unasikiliza ama kutazama somo hili. Kwenye somo hili tutazungumzia faida kumi za kitunguu saumu, lakini utofauti wake na video nyinginezo ni kwamba tutakuwa tunaelezea kila faida ni kwa namna gani unaweza ukaandaa kitunguu saumu na kwa kiwango gani ili kupata faida husika. Bila kupoteza muda, Tuanze kuziangalia faida za kitunguu saumu. Faida ya kwanza ni best natural antibiotic kwa maana ya kwamba ni, ni karafu; kwa maana ya kwamba kitunguu saumu kinasaidia kuua ama kuangamiza bakteria, virusi pamoja na fungus. Kuna hii kemikali inaitwa allicin, ni kemikali muhimu sana katika kitunguu saumu kufanikisha hii kazi yake. Na njia nzuri ya kutumia ni kwa kuponda. Kiwa mbichi unaiponda theni unaiacha kwa dakika kumi hadi kumi na tano ndio unaitumia. Aidha kwa kunywa, ni vizuri ukaweka kwenye maji ukachanganya, theni ukanywa. Baada ya kuiponda, unasubiri dakika kama kumi hivi, na unaweza ukatumia punje kama tatu hadi nne ikiwa una mpango wa kutumia karafuu, una mpango wa kutumia kitunguu saumu kama antibiotics. Faida ya pili ni ku uguza pressure ya damu kama una matatizo ya hypertension, yani pressure ya damu inakuwa juu, shinikizo la damu la juu, basi matumizi ya kitunguu saumu ni muhimu sana, kwa sababu kitunguu saumu kina kitu kinaitwa sulfur compound, mfano L-cysteine, pamoja na hii allicin. Kwa pamoja, zinasaidia sana kuimarisha mishipa ya damu na kurekebisha msukumo wa damu, kwa sababu mishipa ya damu inakuwa imara na huhitaji punje nyingi sana. Punje mbili mpaka tatu kila siku zinaweza zikakusaidia sana, uh, kupata faida hii, hasa kama una matatizo ya pressure ya damu kwa juu. Uh, na njia ya kuandaa ni kama kawaida, unaponda hivi vipande vyako viwili hadi vitatu ama hizi punje zako mbili hadi tatu za kitunguu saumu, then unaziacha zichanganyikane ili alisini tengenezwe na hizi sulfa pia zitengenezwe kwa wingi unakiacha kwa dakika kumi hadi kumi na tano zaidi, unakiamisha. Unaweza ukaweka kwenye juice ama ukaweka kwenye maji ukatumia kwa kunywa. Usikipike, ukipika sana unaziharibu hizi sulfa. Kwa hivyo kama una mpango wa kutumia kitunguu saumu kama tiba, usikipike kabisa. Ukikipika maana yake utumia tu kama ladha, lakini ukikipika unaharibu hizi hizi kemikali na unakuwa hupati faida zile ambazo zinatakiwa. Faida ya tatu ni karafuu na kukinga na matatizo ya saratani inakukinga na matatizo ya saratani kwa sababu kuna hizi ajun, lakini pia kuna dialyl sulfide. Hizi ni kemikali ambazo zina faida kubwa sana katika kudhibiti ukuaji wa seli usio na udhibiti ama saratani, hasa hasa saratani ya uh, tezi dume, saratani ya matiti, lakini kuna saratani ya utumbo. Ni saratani ambazo zinaonekana uh, kuathiriwa sana na matumizi ya kitunguu saumu ya mara kwa mara. Na jinsi ya kutumia, hakikisha unatumia vipande viwili hadi vinne kila siku. Unaweza kuona unatumia mara mbili hadi mara tatu kwa siku, itakusaidia sana. Faida ya nne ni kupunguza kolestero mwilini. Kolestero mwilini mafuta ambayo ni hatari na tunayapata sana kutoka kwenye mafuta ya mimea, kwa hivyo kama una umeenda hospitalini ukaambiwa bwana, kolesteroli zako ziko juu, basi kitunguu saumu ni kitu ambacho hakitakiwi kukosa nyumbani kwako. Unaweza kuwa unatumia uh, punje moja mpaka tatu kila siku, na kama una hii changamoto ya kolesteroli kuwa juu katika damu, matumizi mazuri ambayo yanaweza yakakupa matokeo chanya na mwenyewe ukayafurahia ni matumizi ya kitunguu saumu punje moja mpaka tatu kwa miezi miwili mfululizo, au zaidi. Utakapoenda zaidi ndivyo ufanisi ni mkubwa zaidi. Faida ya tano ni kuboresha uh, kumbukumbu, lakini pia inazuia ubongo kuzeeka. Kwa hiyo inaimarisha afya ya ubongo, kwa sababu kuna hizi selenium ndani ya kitunguu saumu bazo zinapunguza ile oxidative stress. Oxidative stress stress ni utengenezaji wa sumu mbalimbali mwilini ambazo zile sumu ndio zinakusababisha kuzeeka kwa maeneo mbalimbali organ pamoja na mwili wako kwa ujumla. Kwa hiyo matumizi ya kila siku ya, karaf, ya hizi kitunguu saumu, unaweza ukatumia punje mbili hadi nne zi, ni, ni salama sana kwa afya na zinaweza zikakupa faida nyingi sana. A, kumbuka hizi faida tunataja ni moja moja. Lakini utakapoanza kutumia karafuu utakuwa unazipata faida zote hizi kwa pamoja. Kwa hivyo punje mbili tu zitakupa faida zote hizi ambazo umezitaja na ambazo zitaendelea kuzitaja. Unaweza ukaona ni kwa namna gani karafuu ilivyo ni chakula kizuri na ni muhimu zaidi. Lakini pia faida ya sita karafuu, a, kitunguu saumu kinaongeza kinga ya mwili kinakusaidia kuongeza kinga ya mwili. Na unaweza uka, ili upate ufanisi wa hali ya juu wa kuimarisha kinga yako ya mwili kwa kutumia kitunguu saumu, unaweza ukachemsha pamoja na tangawizi, asali pamoja na limao, alafu ukanywe huo mchanganyiko. Utakupa faida kubwa sana na itaongeza ufanisi. Lakini pia kitunguu saumu kinaweza kutumika kwa matatizo ya kifua, kikohozi na watu wenye pumu. Kwa kifupi, yale matatizo yanayoshambulia mfumo wa upumuaji yanaweza kadhibitiwa vizuri sana na na kara na hii kitunguu saumu. Sore inakuwa napenda kutaja karafuu kwa sababu karafuu ni my favorite herbs. Ni moja kati ya herbs ambazo nazitumia kila siku. Kwa hivyo samahani sana ila somo letu linahusu ni kitunguu saumu. Kwa hivyo katika kutibu matatizo ya kifua, kikohozi pamoja na watu wenye pumu, punje moja hadi mbili za kitunguu saumu zinaweza zikakupa faida kubwa sana na unaweza ukachanganya na asali na limao katika maji ya vuguvugu. Kwa hiyo unachemsha maji kidogo ya vuguvugu. Unaponda hizi vitunguu saumu vyako punje zako tatu, unaziacha dakika kumi, then unaziweka kwenye hayo maji ya vuguvugu, unaweka na asali kijiko kimoja, unaweka na limao nusu nusu, kipande ama kipande, kutegemeana ukubwa wa limao, then unakunywa kila siku, na kama una hii changamoto ya mafua ni just two days, siku mbili hadi tatu, tatizo linakuwa limeisha. Lakini pia uh, kitunguu saumu kinasaidia kuongeza nguvu za kiume, lakini pia inasaidia kuongeza nguvu za kike. Unaweza ukajiuliza kumbe kuna nguvu za kike? Yes, ni kwamba hahitaji sana kwa sababu huu mzigo wameshatupiwa wanaume, lakini kimsingi wanawake pia huwa wana matatizo ya upungufu wa nguvu za kike. Mfano, mwanamke kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa ni miongoni mwa dalili ama aina za upungufu wa nguvu za kike. Kwa hivyo, kwa watu wenye changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume ama nguvu za kike, matumizi ya kitunguu saumu ni muhimu sana kwa sababu yanaongeza ufanisi katika mfumo wa mzunguko wa damu. Kama unavofahamu, mfumo wa mzunguko wa damu ndiyo chanzo kikuu cha matatizo ya Uh, upungufu wa nguvu za kiume na upungufu wa nguvu za kike. Kwa hivyo, matumizi ya punje mbili hadi tatu ukichanganya na tangawizi ama asali kwa wanaume yanaweza yakaimarisha mfumo wako wa uzazi na yakakumalizia kabisa hiyo changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Na faida ya mwisho ambayo tutaizungumzia hapa ni kuimarisha afya ya mifupa na kuzuia maumivu yale ya maungio asasa watu wenye gout. Lakini pia kuna selenium, kuna manganese na vitamini B6 ndani yake, kwa vitu vyote hivi vinasaidia sana kwenye utengenezaji wa mifupa, utengenezaji wa damu. Na kwa wanawake kuna tatizo wanaita osteoporosis, wanalipata sana wanawake, kupungua kwa ujazo wa mifupa. Aa, ili tatizo linawapata wanawake sasa hivi katika umri mdogo sana, kwa unakuta mwanamke ameshafikia miaka 26, 27 tayari hii osteoporosis ni kubwa sana kwake na ukipata hii changamoto ya osteoporosis, hata matatizo ya uzazi pia yatakusonga, utakuwa una changamoto sana kwenye matatizo ya uzazi ukipungua ujazo wa mifupa. Kwa hivyo ni vizuri sana kutumia karafuu, kutumia hii kitunguu saumu mara kwa mara kwa wanawake na wanaume bila kujali umri. Uh, ila tu kwa watoto unatakiwa kupunguza dozi, badala ya vipande vitatu au vinne kwa watoto kuanzia miaka mitano na kuendelea Unaweza ukampatia punje moja kila siku mtoto. Chini ya miaka mitano usimpatie kitunguu saumu mpaka upate ushauri kutoka kwa mtaalamu wa afya. Hope utakuwa umeenjoy somo. Mpaka wakati mwingine, bye. bye.